Na nawashukuru waandishi wa habari wa wote kwa kuhudhuria uh, hafla yetu. Uh, siku ya leo ni siku ya kihistoria kwa sababu leo tumeshuhudia uzinduzi wa maabara za kupima ubora na ufanisi wa nishati kwa vifaa ambavyo vinatumia umeme na specifically uh, leo tumeangalia uzinduzi wa maabara ambazo zinapima uh, ubora na ufanisi wa nishati kwenye majokofu, lakini kwenye runinga, kwenye viyoyozi, kwenye mota za magari na mota za maji, yaani mota kwa ujumla. Lakini vilevile vile, tumeangalia kuna kifaa ambacho kinapima uh, emission yaani analyzer ambayo inaangalia ni kwa kiasi gani jiko kwa mfano ambayo tunayatumia yana uh, chafua zile hela, he, hewa ya ukaa. Kwa hiyo uh, serikali uh, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na wadau wetu wa maendeleo European Union, lakini UNDP, UNCDF uncf uh, tumeshirikiana kuhakikisha kwamba hizi uh, maabara zinakuwa uh, zinatumika au hii zina, zina, project ina inakamilika ina na katika hii projekti uh, fedha zimetolewa na European Union lakini UNDP na UNCDF wenyewe wamesupport kwenye, we wame kwenye mambo ya technical, na kiasi cha jumla ya shilingi za Tanzania bilioni tano zimetumika kwenye projekti nzima. Uwepo wa ambao ndio wanaotumia zaidi vifaa vya kielektroniki au vifaa vya umeme kama mafiji kadhalika. Na watatambuaje na na uwepo watanufaika, uwea, niseme kwamba hizi maabara zimekuja kipindi mwafaka, na labda niseme labda zimechelewa kidogo, kwa sababu a, muhimu sana sasa hivi serikali imekuwa na initiatives mbalimbali mbali, na nitazitaja kwanza, katika mipango ya serikali tumekuwa na ule mpango wa nishati safi ya kupikia ambao ulianza mwaka jana la utaisha mwaka elfu mbili na thelathini na nne. Ule mkakati unalenga kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania asilimia 80 wanakuwa na access na nishati safi, lakini kuna mpango mwingine ambao tunauita National Energy Efficiency Strategy huo mpango ulizinduliwa mwaka jana uh, Disemba na ule unalenga kuhakikisha kwamba tunatumia uh, nishati tuliyonayo uh, kwa umakini. Lakini vilevile vile kuna mkakati mwingine wa National Energy Compact ambao na wenyewe ulizinduliwa mwaka jana na utakwenda mpaka mwaka 2030, lakini kuna dira ya mwaka 2050 na msini. Sasa hiyo mikakati yote inalenga kuwaletea Watanzania maendeleo na leo, tukio la leo linakwenda ku, uh, ku, ku, ku, ku kuwezesha hiyo mipango au mikakati ya serikali kuhakikisha kwamba tunaachivu hayo malengo ya hiyo mikakati, kwa sababu katika kuanzisha hi, hizi maabara ni kwamba wananchi kwanza wanaweza wakapunguza gharama eh, kwa kutumia vifaa ambavyo vinatumia nishati kidogo, lakini vile vile kama serikali tutapunguza gharama za kuanzisha projekti ambazo zinahitaji kuzalisha umeme kwa wingi zaidi. E, kwa sababu kama unatumia kifaa ambacho kinatumia umeme mwingi, maana yake unaongeza dimandi ya matumizi ya umeme na yeye, kwa hiyo demand inakwenda kwenye grid, kwa hiyo kama serikali inaweza ikadhibiti uh, vifaa vyote vinavyotumia umeme viwe katika ubora wake, basi tutashusha kile kiwango cha matumizi ya, ya umeme, na maana hiyo kwamba serikali sasa haitakwenda tena kuwekeza fedha nyingi kuweza kujenga mitambo mingine ya kuzalisha umeme. Hiyo ni nyingine, lakini kikubwa zaidi kingine ni kwamba tunakwenda kupunguza ya, unapokuwa unatumia hivi vifaa ambavyo vina ubora mzuri na vina uh, ufanisi, maana yake ni kwamba unakata matumizi ya hewa ya ukaa. Kwa hiyo unatunza, unatunza mazingira. Hebu ongeza sauti kidogo. hizo zote ni kampeni za mheshimiwa rais, kwa sababu tunaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani nimezitaja hiyo mikakati kuna mikakati ya uh, wa taifa wa nishati yani compact ile, inalenga kuwa na uh, access, kuongeza access ya umeme na connectivity kwa wananchi. Lakini kuna mkakati wa ambao nimeusema wa nishati safi ya kupikia unalenga kuhakikisha kwa kwamba watanzania wengi wanatumia nishati iliyo safi. Lakini kuna huo mkakati ambao nimeusema ambao leo ndio tumezindua hizi maabara mkakati wa taifa wa matumizi bora na ufanisi ya nishati. Lakini ulizungumzia takwimu hapo za gesi zinazopatikana na mahitaji ya gesi, labda umezirudia tu za Kiingereza katika hotuba. Ah, uh, ni labda nianze tu kusema kwamba kwa, kwa takwimu ni kwamba tumepiga hatua kubwa sana. Ah, uh, sasa hivi eh, Tanzania labda niongelee ni mambo ya umeme. Access ya umeme access ni kwamba una, unaweza sasa ukaunganisha umeme una umeme karibia na maeneo ambayo uh, upo kama ni vijijini au ni mjini. Sasa hivi ni tuna asilimia themanini na tano ukilinganisha na asilimia sabini na nane ya, ya ni mwaka elfu mbili na ishirini lakini connectivity vile vile vilevile, yani ule uwezo wa wananchi kuunganisha umeme majumbani, nafikiri tuko kwenye asilimia hamsini na mbili uh, toka asilimia nafikiri ilikuwa ni 23 kama sikumbuki vizuri. Lakini kwa umeulizia, gesi ni kwamba gesi sasa hivi tunazalisha na kiasi kikubwa vile vile kinakwenda katika kuzalisha umeme, lakini tumefanya jitihada kubwa sana kwa hivi karibuni kuhakikisha kwamba umeme mwingi ambao tunauzalisha unazalishwa kutokana na uh, renewable energies. Kama ambavyo nimesema kwenye maji, tuna bwawa letu la Mwalimu Nyerere, tunazalisha umeme wa kutosha. Kwa hiyo uh, sasa hivi ni kwamba uzalishaji wa umeme umeongezeka kwenye vyanzo ambavyo ni renewable boss.